Mtazamaji wa The Chanzo hivi sasa ni majira ya saa saba za mchana eh, na The Chanzo toka asubuhi tulikuwa hapa katika viwanja vya mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu, ambapo kama unafahamu leo hii Mei kumi na tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu ilikuwa ikisikilizwa hapa katika mahakama hii, na toka asubuhi tulifika katika mahakama hii kwa ajili ya kufuatilia kile ambacho kinaendelea. Utakumbuka kwamba kesi hii ilikuwa inavuta hisia za watu wengi sana kiasi kwamba awali ilikuwa kisikizwa kwa njia ya mtandao lakini siku ya leo ilitegemewa kwamba kesi hii haitasikizwa kwa, haita kwa njia ya mtandao ikieo eh, pamoja na mtuhumiwa kufikishwa katika eneo hili hapa majira ya saa moja kamili za asubuhi, na nilipofika saa mbili eh, watu wananchi, wadau eh, pamoja na pia waandishi tukapata nafasi ya kuingia ndani kwa ajili ya kwenda kufuatilia kile ambacho kilikuwa kinaendelea lakini ukumbi wa mahakama ulikuwa sio mkubwa sana, kiasi kwamba kuweza kuwawezesha watu wote ambao walifika kuweza kuingia. Kwa hiyo e, baadhi ya wadau wote hawakuweza kuingia, waliingia baadhi ya wadau. Viongozi wakuu wa Chadema wao walipata nafasi ya kuingia, lakini pia mawakili e, na watu wengine wandamizi walipata nafasi ya kuingia, lakini kundi lingine la watu lilipata nafasi ya kukaa ndani ya viunga vya mahakama, lakini lipo kundi lingine ambao lenyewe alikupata nafasi kabisa ya kuingia hata kwenye viunga vya mahakama. Lenyewe lilikaa nje kidogo kwenye barabara moja ambao ipo karibu na mahakama. Na kesi zilienda vizuri, utulivu ulikuwa ni wa kutosha. Eh, mawakili pamoja na wadau waliofika walikuwa na utulivu wa kutosha kwa ajili ya kuweza kufuatilia kesi zote mbili ambapo katika kesi ya uhaini E, upande wa jamhuri umeeleza kwamba bado upelelezi wa shughuli hilo unaendelea na imepewa muda wa kuendelea kufanyia kazi upelelezi ili kuweza kukamilisha, e, mpaka hapo tarehe mbili ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano na katika kesi e, ya kuchafisha taarifa za uongo ambao pia inamkabili mwenyekiti Lissu, kesi e, hiyo itaanza kusikilizwa. Kwa hiyo e, hichi ndicho ambacho kilitokea na majira ya saba Lissu ametolewa katika eneo hili la viunga vya mahakama. Eh, na baadhi ya wananchi ambao walikuwepo, mawakili walikuwepo katika eneo hili tayari, wameonekana kujongea, wakiondoka waki katika eneo hili bila bugudha wala shida yote. Kwa hiyo eh, kusema kweli, siku ya leo amani na utulivu naweza kusema ulikuwepo, angalau ilikuwa na kuwepo, inaonekana mambo yalikwenda kama yalivyopangwa, waandishi habari. Kwa hiyo hichi ndicho ambacho kimetokea katika kesi ya leo. Kwa hiyo mpaka hivi sasa na sisi kama The Chanzo tunaondoka katika eneo hili kwa ajili ya kuendelea na majukumu mengine mpaka hapo tarehe mbili ya mwezi wa sita ambapo kesi hii itaendelea tena katika eneo hili ambapo tunatarajia pia Lissu atafikishwa ataletwa katika mahakama hii kwa ajili ya kusikiliza kesi zake.